Ama kweli duniani kuna mambo, kuna mila na desturi ambazo ukizisikia unaweza ukajiuliza mila hizi hivi kweli zipo au ni za uongo. Katika baadhi ya jamii za Kiafrika kuna tamaduni za kipekee za ajabu na za kushangaza. Hebu tuone leo tamaduni hizo ni zipi. Namba moja: shangazi kufanya ngono na mume wa mpwa wake. Amini usiamini, Tamaduni hii ipo kwenye jamii ya wenyeji wa magharibi wa Uganda. Heshima ya bibi harusi katika kabila hili ni pale anapoolewa akiwa bikla, lakini bibi harusi huyo anapoolewa na kubaini kuwa mume wake ana tatizo la nguvu za kiume au la kufanya tendo la ndoa, humfahamisha shangazi yake, na hapo ndo jambo la kushangaza linapotokea, ambapo shangazi huyo hutakiwa kubaini kama ni kweli asemayo mpwa wake au ni uongo na kitu kinachofata ni maamuzi magumu ya shangazi kufanya tendo la ndoa na mume wa mpwa wake ili kujiridhisha kama ni kweli ana tatizo hilo au la. Anapobaini kuwa kama kweli mkwe wake hajiwezi kimapenzi, huwapatia wanandoa ushauri kuhusu hatua inayofata. Anaweza kutoa ushauri juu ya tendo hilo kama atabaini kuwa ndiyo tatizo au ushauri wa matibabu pale anapoona mkwe ana uhitaji. Ama kweli mila na desturi nyingine ni za kipekee. Namba mbili: utamaduni wa mjane kulala na maiti. Utamaduni huu unapatikana katika kabila la Wajaluo wakazi wa, wa magharibi mwa Kenya na wa Mara kwa upande wa Tanzania. Tamaduni hii ni kwamba mjane anatarajiwa kulala chumba kimoja na marehemu mume wake kabla ya kuzikwa. Dhumuni la mila hii ni kutakasa wanawake wajane ili wawe tayari kwa ajili ya kuolewa tena. Ila si kulala tu, vilevile anatarajiwa vile kuota ndoto ya lazima, ambayo ndoto hiyo inahusiana na kuota akiwa anafanya mapenzi na mumewe huyo marehemu, kama njia ya kusema kwa heri. Atakapoota ndoto hiyo ndo atakuwa safi, huru na tayari kwa ajili ya kuolewa ila swali linakuja kwamba je, iwapo hajaota ndoto hiyo nini kinafuata? Iwapo ndoto hiyo haijaotwa na mjane huyo, hufanyiwa mila na matambiko ya kimila tena, ili kumtakasa na kuwa huru kabla ya kuolewa tena. Licha ya kwamba mila hii inaendelea hasa kwa Waluo wanaoishi vijijini, kwa wale wanaoishi mjini wameachana na mila hii kwa sababu ya Ukristo na usasa. Namba tatu: kumchapa viboko maiti aliyejinyonga au kujiua. Labda hii si mara ya kwanza kusikia kuhusu mila na desturi za ajabu kuhusu maiti zilizojiua, ila mila hii ya kuadhibu maiti ni ya kushangaza. Utamaduni huu utelekezwa na jamii ya Abaluhya, kabila linaloishi maeneo ya magharibi mwa Kenya katika eneo la Nyanza. Ikiwa marehemu ameamua kuchukua maisha yake kwa kujinyonga au kwa namna nyingine yoyote ile, huchalazwa viboko vingi sana kabla ya mwili huo kushushwa mtini na kufanyiwa taratibu za maanzishi. Ila si kuchapa tu, kwa marehemu huyo pia huzikwa mbali na nyumbani kwao na hupumzishwa eneo maalum lililotengwa na wanajamii hao linaloitwa gunda. Sehemu hii ni sehemu maalumu kwa ajili ya watu waliojinyonga au kujiua. Maanzishi hayo hufanywa usiku na ndugu wa marehemu hawaruhusiwi kulia au kufanya matanga. Kujiua huonekana kama kitendo cha laana katika jamii, na makabila hayo huamini kwa kumpiga mwili wa marehemu viboko husafisha na utoa laana hiyo, kitu ambacho huweza kuzuia laana hiyo kusambaa katika jamii hiyo. Namba nne: kupiga matiti pasi kunyoosha matiti ya wasichana waliobalee kwa kutumia vitu vya moto kama mawe, vyuma au mbao ili kuzuia matiti hayo kukua na kutamanisha wanaume. Ni tamaduni inayoendelea mpaka leo hii nchini Kameruni, bara la Afrika. Lengo la mila na desturi hii ni kulinda wasichana kupata ujauzito, kubakwa au magonjwa, kitu ambacho kitaleta aibu kwenye familia. Tamaduni hii hufanywa na mtu wa karibu wa msichana huyo. Mtu huyo lazima awe na jinsia ya kike na anaweza kuwa mama shangazi au bibi. Tamaduni hii ipo mpaka leo hii na ni hatari na unyanyasaji wa wanawake kwa hali ya juu. Namba tano: kukaribisha wageni kwa kuwapa ngono. Utamaduni huu unafanywa na kabila la Wahimba wanaoishi Namibia. Wahimba huwajua kwa ngozi zao na nywele zao zilizofunikwa na udongo mwekundu ambao wanadai ni muhimu kuwalinda na jua, magonjwa na vijidudu. Watu wa kabila hili pia huwa hawaogi bali huwa wanajifukiza udi maalum wenye kuondoa harufu za mwili. Tukija kwenye suala la kukaribisha na kufurahisha wageni, kabila hili hufika mbali sana ambapo mwanaume wa familia humpa mgeni huyo ofa ya kulala na mkewe huku yeye akilala chumba kingine. Na ikiwa familia yao ni masikini na wana chumba kimoja tu, basi mwanaume huyo hulala nje. Waimba wanadai kuwa mila na desturi hizi hupunguza wivu, ubinafsi na utengano huku ikikuza upendo, umoja na amani. Ungana nasi katika darasa la Shule ya Maisha ili kufahamu mambo mengi ya kijamii kiutamaduni usiyoyajua. Asanteni kwa kunisikiliza hadi siku nyingine kwa herini.